Anaitwa Bobi Wine, mista wa muziki wa pop na raga nchini Uganda. Akiwa na umri wa miaka 43 anathubutu tena kugombea nafasi ya kiti cha urais nchini Uganda kwa mara nyingine, hii ikiwa ni mara ya pili baada ya kufanya hivyo mnamo mwaka 2021. Bobi Wine ambaye amejizolea umaarufu na mashabiki wengi kupitia chama chake cha National Unity Platform ama NUP, anafanya kampeni zake katika mazingira magumu sana. <coughs> Lakini pamoja na changamoto zote anazokabiliana nazo Bobi, wafuasi wake hawajamwacha hata mara moja. Katika magumu yote anayopitia katika mikutano ya kampeni, mara zote wamekuwa naye. Bobi! Bobi! Bobi! Bobi! Bobi anasema anafahamu kabisa kwamba kila mara anapotoka kwa ajili ya mikutano yake ya kampeni anafahamu miongoni mwa wafuasi wake wapo ambao watapigwa ama kujeruhiwa au kuuawa, lakini Bobi anasema mlengwa mkubwa katika matukio hayo ni yeye. Every time I go out to campaign I know that somebody is going to be beaten, somebody is going to be killed, run over by the police, shot with live bullets and all that. Tazama kwenye mikutano yake, hata waandishi wa habari wanafanya kazi katika mazingira magumu wanapokabiliana na vyombo vya usalama, ikiwepo jeshi la polisi pamoja na jeshi la wananchi wa Uganda UPDF, pale yanapovurumishwa mabomu ya machozi. Lakini pia maajabu ni pale ambapo bakora zinatembezwa, tazama. <coughs> Bobi White. <coughs> Lakini Bobi anasema hayo yote yanatokea kwa sababu ya hofu alionayo Rais Museveni na chama chake cha NRM kwa sababu anafahamu kabisa kwamba haungwi mkono na wananchi wa Uganda. Well, I believe it is fear. It is fear the General Museveni knows that he has no support. Pamoja na hayo yote lakini, vyombo vya ulinzi na usalama nchini Uganda ikiwemo jeshi la polisi vinasema wanatamani michakato ya uchaguzi na uchaguzi wenyewe umalizike salama na itakuwa ni faida kwa kila raia wa Uganda endapo inakuwa hivyo. we all benefit from coming out of this election with the, the most minimal damage on individuals and property. Bobi Wine yeye anasema na anaamini kabisa kwamba kama uchaguzi unakuwa ni wa huru na wa haki, yeye angekwisha kuwa rais wa Uganda tangu mwaka 2021 lakini anachokiamini na anachokisema kwamba huu sio uchaguzi bali ni vita If 2021 was a free and fair election, I would be president already. This is not an election to begin with. This is war.